Unajua Dubai si nchi, Dubai si taifa, bali ni sehemu ya United Arab Emirates, UAE. UAE ni muungano wa Emirates saba: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Fujairah, Fujairah, na Ras Al Khaimah. Sasa swali ni: Emirate ni nini? Emirate ni eneo linaloongozwa li na Emir, yani kiongozi wa kifalme. Kila Emirate ina mtawala wake, lakini zote zinaungana chini ya serikali moja ya shirikisho. Ni kama kaunti zenye wafalme wao lakini zinatii serikali ya taifa moja. Dubai ni maarufu kwa majengo marefu, biashara na utajiri wa hali ya juu, lakini Abu Dhabi ndio mji mkuu wa UAE na ina nguvu kubwa zaidi kisiasa na kiuchumi. kwa kifupi, Dubai si nchi, Dubai ni Emirates, UAE ni taifa la Emirates saba. Ndio maana pasipoti inaandikwa United Arab Emirates, si Dubai. Sasa umejua. mimi ni Alan Wetungu. Bye kwa leo.